Nichukue nafasi hii niwatakia heri katika, katika, katika changamoto ambazo wanakwenda kukutana nazo, na inshallah na imani kwa uzo wa mwenyezi Mungu ataendelea kuwapa afya njema, waende wakapambane katika timu ambazo tayari wanakwenda kukutana nazo nyingine, na wale ambao watakaobaki katika Simba wajue kwamba wana Simba, mwaka huu tulichokitarajia tumekikosa. Mungu aendelee kuwapa afya njema, mwakani wapambane, ili kuona namna ambavyo matarajio ya Simba yanakwenda kukamilika. Lakini niwaambie tu niwaibie siri tu yajayo Sawa Kisugu, mara baada ya dabi kutamatika e, mwalimu Fadu Davis e, alizungumza na waandishi wa habari, na moja kati ya vitu vikubwa alivyozungumza alisema kwamba e, Simba katika mwenendo wake wa timu alikosa wachezaji ambao pengine wangekuwa na uwezo wa kuiamua mechi pale ambapo inahitajika. Tulishuhudia mara kadhaa Simba e, wakipoteza michezo na kuambulia sare wakati ambao wangeteka advantage kwa mtani wao Young Africans kupoteza e, michezo miwili, lakini ikawa ndivyo sivyo Pengine kutokana na kauli yake aliyozungumza kwamba kukosa wachezaji ambao wangekuwa na uwezo kuamua mechi, kuelekea dirisha ile ya usajili, ni kweli Simba mnahitaji kufanya mabadiliko makubwa, ama wewe kama mdau unahitaji una mabadiliko ya madogo tu ya? Mimi nafikiri mwalimu Fadu ni mwalimu ambaye amepewa dhamana kuisimamia Simba kwenye pichi hmm. Yeye yeah, ndio mtaalamu wa hayo mambo hmm. Anajua mahitaji ya klabu ya Simba ni nini hmm. kwa hiyo mimi naamini hmm. swala la nani anatoka nani anaingia hmm. Bado tuliachia kwa mwalimu Fadru kwa sababu yeye ndo mtu ambaye alipewa dhamana mm. Ila kitu ambacho ninachukua na uhakika mm. kuna wachezaji watatoka mm. na kuna wachezaji wataingia, wale wanaoingia, ambao mimi naamini mwalimu Fadru atakuwa amesimamia mm. atatetea wachezaji quality ambao watakwenda kuisaidia Simba mm. inshallah mwakani tutakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa, bwana nafasi. Kwenye wanaoingia wa pesa ni mojawapo yeah. Kisugu, wewe wewe, upo karibu na viongozi, hebu tupe bwana <laughs> Wakati wa usajili bado hujafika. Ah, Kisugu hmm, wewe ni rafiki sana wa viongozi. Wakati wa usajili bado hujafika. Wakati wa usajili bado hujafika. Mimi ninachofahamu Faisal Salum ni mchezaji wa Azam FC bado ana mkataba na Azam yes, FC kwa hiyo lolote atakalo kuja mm. Mi nafikiri baadaye Watanzania tutafahamishwa tuta, lakini niwaambie tu mm, kwa ushahidi mm, naongea katika hili ambalo nawakikanalo eh, Faisal Salum mm, ni mchezaji wa halali mm, wa Azam FC. <laughs> Inasemekana wekundu wa Msimbazi, Simba, tayari wameshaanza mazungumzo na mchezaji winga kutokea kule asiki mimousa eh, saruf diosa Simba ni klabu kubwa. Mm. Naamini kila mchezaji anatamani kuja kuchezea Simba. Ndio. Unapokuja kuchezea Simba unakuja kuweka historia. Unakuja kuchezea klabu ya tano kwa ubora katika bara la Afrika. Ninachokiamini, tutapata wachezaji bora, ninachokiamini, tutapata wachezaji wenye quality kubwa. Na Simba hiyo ni haki yetu. Na ndio maana leo kwenye ligi NBC baada ya kuisha mfungaji bora ametoka Simba Sports. Kwa quality, goalkeeper bora ametoka Simba Sports. Kwa quality, na hivi sasa watu wanaumiza vichwa MVP MVP, mm. Faisal Salum, mm. faitoto mm. Ninyi waandishi mmemhoji mm. Kaongea bila ya mashaka mm. Anasema MVP mm. ni Jan Charles ahu mm. mm. Huku naonyesha namna ambavyo Simba livokuwa na wachezaji bora huku, ambako kunaonyesha Simba lina wachezaji quality mm. Kwa me naamini tasajiri wachezaji bora inshallah yes. na hakuna mchezaji anayeweza kubisha katika hili kambini. zilikwenda mm. dola laki mbili sawa sawa na milioni mia tano Nani anaweza kubisha sano? Kama mtu atoe pesa alikuja wote atoe zaidi ya dola laki mbili hiyo hiyo siku ya fainali, kutiangatianga mpungute wewe Ivarange, mikongoemoja ni waambie watu leo, wamekwenda kusifiwa viongozi wa Dar es Salaam Young Africans mm, mm, kwamba wao waliweka posho begani katika ile mechi mm, bilioni moja billioni, ah, klabu iliweka mia tano mm, aliweka mm, ngapi? Yeah, wachezaji wa Simba waliahidiwa bilioni moja na milioni mia moja. <coughs> Niache, niache. Hakuna mchezaji wa Simba anaweza kudai mshahara, asimame mbele aseme aseme. <coughs> Walichokuwa wanataka mm, kwamba mechi inakwenda kuisha tarehe ishirini na tano mm, walipeleka maombi mm, mshahara wao uingie mapema maombi moja katika klabu ambayo haina shida kwenye mishahara Afrika Mashariki na kati ni Simba Sports. Ni wape hadisi moja, waandishi wa habari wa nyi, hamjawahi kuizungumza hiyo klabu ya Simba ndio klabu pekee imekuja kupewa hongera. Mm. Na shukurani mm. kutoka kwa mchezaji mm. katoka kwenye nchi yake mm. kaja ya Tanzania kutoa hiyo shukurani, yeye mwenyewe aliamini pesa hii siwezi kuipata, lakini aliipata. Patrick Firi pili, tafuteni toka Zambia, najua alikuja, alipanda ndege akaja uongozi wa Simba ya kutoa shukrani Asanteni, asanteni. Kwa nini asanteni? Haki yako wanasema, sikuamini kwamba hii pesa ingeweza kuipata na ndio maana mpaka leo mm. ubora wa klabu ya Simba mm. hajawahi kuitwa FIFA na mchezaji au mna kama, wanasema. Wanasema. Wana, wat, na kocha leo mnakaa mnasema mwekezaji atoe hela na nyinyi si mnachongea mmelamba naye kachukua si nyekundu tatu. <laughs> <laughs> <laughs> Johnson tatunjonson <lae> naye kalamba kwa. <laughs> Waandisha habari, lazima tuseme kwamba lazima niwaombe sana mashabiki wa klabu ya Simba mm. na imani kwamba tunapitia katika kipindi kigumu, lakini pia niwaombe management ya klabu ya Simba, ni jambo jema, ni jambo zuri kuwasikiliza Wanasimba kwa mujibu wa katiba waandae tu mkutano wa dharura, wana Simba, tuweze kukaa pamoja, tuweze kuzungumza pamoja, ili kuhakikisha tunatengeneza Simba iliyokuwa bora, ambayo mwakani inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Kisugu pengine, eh, o, o, o, watu wanashindwa kuongea ukweli kwa kuogopa eh, kunyamazishwa kama jinsi ambavyo ilitokea eh, kwa baadhi ya mashabiki ikiwemo JB64. Hakuna shabiki wa Simba anakataa kusema ukweli. Mm. Fatianiki na mitandao kila mshabiki wa Simba ana uhuru wa kutoa maoni yake. Mm. Na kila mmoja anatoa maoni yake. Nafikiri ninyi waandishi wa habari mmekuwa mashahidi ndio watu wa ambao mna na na na na, na hoja wa ma, my friends wa Simba. Kwa kila mmoja atatoa katika kile ambacho alichokiona. Alicho kwa mimi naamini yote kwa sababu ya uhuru, uhuru wa klabu ya Simba lakini pia uhuru wa vyombo vya habari. Na ndio maana leo mmejisikia kuja kuonana nami, kuja kuniona. Na bahati nzuri jambo jema tuko katika mkoa wa Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama mzee wangu Albert Charamila, moja katika wakuu wa mikoa, mwamba kabisa huyu, kwa sababu ya utulivu na amani katika mkoa wa Dar es Salaam. Waandishi wa habari imeendelea kuwa huru, namtafuta Kisugu na mmoja akiwa huru, lakini wote lazima tumpongeze Albert kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayofanya. Tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili. Fabrice Luamba Ngoma amewaga mashabiki wa Simba. Yes, ndio kipindi chake. Wako wachezaji watatoka Simba na nawako wachezaji wataingia Simba. Kwa niaba ya mashabiki wa Simba mm, sisi ni bora kwenye bara la Afrika. Yako mambo mengine atupaswu kuyazungumza haya lakini, kuna muda tutalazimika lazima tuyazungumze. Leo hii, leo hii, waandishe nyinyi, mhoji Simba, amekuwa wapili washirikisho barani Afrika, kweli sio kweli? Simba wachezaji wamevaa nini medari hivi? hmm. Leo mshafanya research, Yango alivyovaa medari, jinsi ambavyo watu wamewatweet na Simba alivyovaa medari ni sawa? Simba alikuwa kombe la mbuzi eh? <laughs> <laughs> Waandishi semeni <laughs> Waandishi mtuseria, unajua kuna muda mwingine ubora ubora ubora wa timu za Tanzania unauliwa na baadhi ya wanasiasa wachache. Huyu akifanya anaonekana sahihi, huyu akifanya anaonekana sio sawa. Leo tuzungumze ukweli, Yanga amerudi na medali za Kafu, hapa nchi imewaka moto. Hii ndivyo sivyo? mm -hmm. Ipo klipu ya ndugu yangu Jimmy Kindoki kila siku anaiweka. wa akiwa wapi? <laughs> <laughs> Kisugu wapi? Kisugu, nataka kuenda ikulu kama ni tausi. Muda ah, bado tutaenda. <laughs> Kila jambo na wakati wake, muda bado, tutaitwa tutaitwa, muda bado, sikate tamaa mm, tutaitwa hmm. Kama wenzetu walipeleka walivaa, wali, wali wali medali wakaenda, mi nafikiri tuwe na subila muda bado, linakufukuta ndani ya nafsi. Niwaambie tu, najua tunapita katika kipindi kigumu, ili ukitaka kufika katika mafanikio, kuna njia lazima

basi nayo utaenda katika mwaliko, nayo tutakuita. <laughs> Kisugu kasema yes, tutakuita kwenye mwaliko sawa. Kisugu eh, kwa namna ambavyo simba ilivyo mpaka sasa hivi eh, ni dhahiri shahiri kwamba nyinyi kwa sasa si nguvu moja, na ndio maana mnahitaji hata mkutano wa dharura lakini, haya ambayo yanazungumzwa yako mengi sana, lakini moja kati ya hayo mengi ni kwamba eh, mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Deuji ni kama eh, amesitisha rasmi kuingiza mzigo ndani ya klabu ya Simba, na inasemekana Fa... Johnson, Johnson, Mm. Johnson, Mm. nisikilize kabla ya mechi mm, nisikilizeni ninyi kabla ya mechi mm, na hakuna mwamba yoyote duniani anaweza kubisha mm, huyu mnaosema atoe yela mm, ofa ile mechi aeka dola laki mbili na dola laki mbili la kwa niaba wanachama wa Simba. Ni washukuru sana wachezaji ambao watakaondoka katika klabu ya Simba kwenda kwenda katika vilabu vingine.